Mimi naitwa Joseph Michael Kiponda, ni majina yangu, lakini kwenye mtandao natumia Jo Kiponda, na niko hapa kwa ajili ya kuelezea namna gani unaweza uh, ukaomba msamaha kwa njia sahihi. Uh, msamaha maana yake nini? Msamaha umegawanyika katika katika nyanja mbili, kiroho na kimwili, yani kiimani na kimwili. Nikizungumzia kiimani, ni kwamba unamwachilia mtu kutoka moyoni mwako, aidha umemkosea au amekukosea. Hiyo ni kiimani au kiroho lakini kimwili ni kwanza kabisa, ni kutambua kosa ambalo umelifanya unapoenda kuomba msamaha. Lazima cha kwanza utambue kosa ambalo umelifanya na kuliomba msamaha, lakini cha pili lazima uh, ujutie kile ambacho umekikosea. Ume, ume, ume lazima unapomwomba mtu uonyeshe kwamba kujuta, najuta kwa ichi ambacho nimekifanya, lakini lazima pia uwe na maneno sahihi au maneno mazuri ambayo yatakusaidia hata ku, unapoomba msamaha yule mtu kukupokea katika aa, maneno yako. Lakini kwa kuongezea ni kwamba unapoomba msamaha lazima pia umpe muda mtu ambaye unamwomba msamaha kwa kuchakata kihisia, kwa sababu msamaha umebeba hisia. Kwa hiyo anachakata ili kujua kwamba namna gani huyu mtu ananiomba msamaha. Je, yuko sahihi, anamaanisha katika msamaha wake, au anafanya nini? Lakini uh, kwa kumalizia ni kwamba unapoomba msamaha kwa ku, kwa ku, kwa kujutia yale ambayo umeyafanya, na kwa kufatisha kile ambacho umekuwa ukikifanya, hii inatengeneza mahusiano mazuri kati yako wewe na mtu yoyote ambaye umemkosea. Kwa hiyo hayo ukiyafata yanaweza akakusaidia wewe hata na yule mwingine ambaye anaangalia na, ujumbe uh, huu. Asante sana.